Yo, it's your boy Platinum, it's your boy Harry from Pandeizo za Hololoni nimekuja kukamua, na nakamua kama ifuatavyo. Maisha yangu mi, nishafanya mengi na kukutana na wengi. Kama warembo nao, nimeshakuwa na wengi la, Susi umewazi, uzuri siyo surama, Bozi na maumbile kama wengi wanafadhani, Vali ninzuri tabia, ikimana e ukarimu wako, Busara na imani, nikikupata e Milele nitafurahi nitaimba na kupenda hadi mwisho wa uhai, nikikupata milele nitafurahi nitaimba na kupenda hadi mwisho wa uhai, y yeah, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Mm -mm, hey, asubuhi tu kukicha ninazianza pilika mchana kutwa kutafuta nikutumze langua. Hiyo ni day 2 ya mashindano ya ya Kamua Arusha EBSS 2013, niko na one of the guys ambaye jana alipata nafasi ya kuingia day 2 ambao ni leo tarehe ngapi? 21

I tried to to do do. what they told me So. To kuhusu bogamana ma judges pale, kila mtu akiingia lazima <laughs> Wewe ile ile tension uogope, we ulichukuaje ilelo so pale nini, au shake? Hiyo hiyo lazima, <laughs> lazima. So na leo umejipangaje?